Majina mimi naitwa Kombo Adam Kombo, ni mwenyekiti wa soko la Sabasaba. Eh, hali ya, ya, ya soko kwa sasa hivi, naona watu wengi toka wiki imepita watu wanachukua mahitaji, wanachukua mahitaji, wanachukua mahitaji. Kama viongozi tunapita kuzungumza nao, moja ni kwamba wana, wana, wanataka kuweka stock, kwa sababu wanaona kilichotokea. Kulikuwa kuna lockdown, ni watu walikuwa ndani kwa muda mrefu, walikatazwa kutoka kwenda kufanya kazi, ko vyakula vilisumbua. Mtu ana pesa ndani, kwenda kununua chakula duka hakuna, kwa watu waliumia kwa njaa. Kitu muhimu hapa tumejaribu kuzungumza na wadau na wenzetu wafanyabiashara na wanunuzi wa wana wanajaribu kuchukua mzigo kwa ajili ya kwenda nyumbani kuweka stoku, lakini wote ukiangalia ndani ya mioyo yao wana hofu. Hofu ni kwamba kilichotokea na kitakachoenda kutokea, tunaomba kwanza ya vijana, bado tunasisitiza sana kwa wenzetu wa Tanzania, taifa hili ni moja, tunatakiwa kulijenga kwa pamoja e. kauli za viongozi hizi sasa nyingine kuna kuteleza, unajua viongozi sisi tumepewa ridhaa kuongoza waje wa Mungu e, lakini kuna wengine E, kauli zao zinatatanisha zina, zina, zina kusema ukweli. Mfano, si tulifuatilia ya speech ya rais, lazima tuseme ukweli kufuatilia yani, eh? Yani, sehemu zote tunakosea. Mimi hakuna kitu kilinifurahisha kama rais alivyohutubia bunge. Alionesha mwelekeo mzuri wa serikali na, wabunge na Tanzania kwa ujumla tusimame kwa dakika moja tuwakumbuke wenzetu waliopita. Lakini ukiangalia kauli ya nyuma ni kwamba wao kuja kufanya jambo hili walikuwa wametoka nje. Sasa so, unaona haya matamko yanaleta yanaleta shida, lakini sisi bado tunamwombea rais wetu aendelee kuwa mtulivu na na, na, na yaani, Mungu amsaidie katika kuongoza hili taifa kwa sababu kuongoza watu milioni sitini, mimi hapa ni mwenyekiti naongoza watu elfu kumi na mbili. Hebu na fikiria naongoza watu sti, milioni sitini. Sio mchezo kwa kuna namna ya kuweza kuona kwa kwa kudhibiti hata watu wanaomshauri natakuwa yani, wawe madhubuti sana, sababu kuna vitu ukiviangalia, unaweza ukaona kabisa walimshauri tofauti. Kwa mtu mwenye macho aambi iona, watu walioandamana katika wakati uliopita, unaona kabisa ni vijana wa Tanzania wanasema hichi wanadai hichi kwa utaratibu huu itakuwa ni majibu, lakini kitu kilicho nifurahisha ni namna kuitengenezea wizara ya vijana, yaani waende wakasikwe kuzungumze na watu. Nimemwona amekuwa ame, ame, ame akienda kuzungumza na vijana, anawasikiliza shida zao ni nini. Mimi nawaasa vijana, hakuna sababu ya kufika huko yalotokea. Ametokea uhai wa watu umepotea, na watu kila mmoja na umuhimu kuishi katika hili taifa, hata eh, akiwa mmoja, hata akiwa wawili kuna namna ya kujifunza, kwa sababu serikali imeonekana imejipanga hivi kupitia jeshi la polisi na wanajeshi wenyewe kwa ujumla jeshi la Tanzania, na sisi kama raia tuna wajibu wa kulindana wenyewe kwa wenyewe. Ila kimsingi watu wana hofu, watu wana hofu, ndio maana unanunua bidhaa kwa wingi sana. Wiki iliyopita ilikuwa unakanyagana, na leo unaona mwenyewe, mheshimiwa mwandishi, watu wanapopishana hii ni sehemu ndogo katika njia yetu, lakini sisi tuna mageti makubwa e, manne. Ukienda kusimama katika wale mageti utaona namna watu wanavyopita na mizigo na watu wanavyokanyagana. Mimi siamini kama vijana watatoka hazarani tena kwenda kuanza kuleta yale mambo oyaleta, kwa sababu aliona shida zilizopatikana ilikuwa ni shida kubwa sana. Ilitokea hapa Dodoma, siwa kwanza kabisa anapigwa mabomu, sisi tuko msikitini watu wanataka kuacha mataifa yamepigwa mabomu, wamekimbia, wameingia msikitini. Sisi tuko ndani ya swala, ikalazimika kuua ibada ili tujifungie kwa pamoja, tusubiri mambo atakavyokuwa. Lakini walipokuja askari wakahakiki, wakaona sisi tulikuwa katika ibada, wakaamua kutuachia na tukaendelea kufanya ibada. Kwa hiyo mambo ni nchi nzima tumeyaona, haina sababu ya kuwa hivyo, ila hakuna sababu ya viongozi waliopewa riza kuongoza watu kwanza kutoa matamko katika sehemu kama hizi, mnajenga hofu, sio jambo zuri. Mimi ni mfanyabiashara wa Sabasaba, naitwa Mama Lisa. Kweli, tumeweka vyakula vya kutosha, tumeweka vyakula vya kutosha sana, ila tu tunaofu jamani ya siku ya kesho. Kila mtu anaogopa, sababu watu wameanza kuemea tangia juzi, na washauri watanzania kwa siku ya kesho wavumilie tu nyumbani, kwa sababu hatuwezi kujua wenzetu wana wanawaza nini kwenye hili. Kuna mwingine atawaza mazuri, kuna mwingine atawaza mabaya, ila kama sisi wafanya biashara tunaumia kweli tunavyofunga ofisi zetu yaani tunaumia kwa kweli, maana hatujui nyuma kama watafanya fujo kupitia watu wengine wasiokuwa na akili, wakaanza kufanya fujo, kumbe hawana hata biashara. Wenzao wanafanya tu, wanawaza kufanya fujo na kutuletea fujo. Ndio tupenda amani jamani, kuamka kwetu ndio maisha yetu sisi, maana tukiwa tunakaa ndani hata haipendezi. Watoto wetu wanategemea mwezi Januari waende shule, ada zipo kama mimi na watoto wanne wanategemea hada wote waende shule. Wakishaanza kuandamana hivyo inakuwaje? Si atuandamani, tuandamani kwa sababu zipi? Wanaona wanaoandamana ni wale labda wenye kutaka kuibia kuwaibia watu vitu vyao, na ndio maana kuandamana kule majuzi wametuibia kwa sababu, kwa nini wanaandamana? Kama kweli yako, yako, una biashara yako una kazi yako, kinachosababisha ufanye maandamano ni nini? Unaandamana kwa sababu ya, ku, ya kutaka nini?